Maandiko na kuelimishana ili tuweze kujua ukweli uko wapi, na ili tuweze kuelewana tukiwa na imani moja. Hatuwezi kuwa na imani tofauti, wewe ukisema unaenda kanisa, huyu akisema mimi kanisa langu inaiko mahali fulani, mimi nakaa mahali fulani. Hapana, katika Kristo hakuna mambo kama hiyo. Katika Kristo Yesu, mafundisho ni moja, imani moja, Baba mmoja, Bwana mmoja Ubatizo mmoja. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Leo niko na topic, topic ningependa kuongelea siku ya leo ni kuhusu kanisa. Kanisa ni nini? Kwa sababu watu wengi wamepotea njia kwa kutoelewa kwao na kwa kuamka asubuhi na kufanya mambo ambayo hawayaelewi kwa sababu wao wameshindwa kuelewa maandiko inasema nini. Kwa hivyo ningependa kuelezea kwa ufupi kanisa ni nini kuhusu na maandiko, tukisoma katika maandiko ya Filemoni. Kabla hatujasoma, ningependa kueleza kwanza kanisa ni nini. Kanisa ni mkusanyiko wa watu wale walioamini Kristo Yesu, au wale walio na imani ya Kristo Yesu. Hilo ndio kanisa, yaani miili ya watu wale wale waamini Kristo. Hiyo ndiyo kanisa la Kristo Yesu. Kanisa la Kristo Yesu sio nyumba. Kwa hivyo ningependa kusoma katika kitabu cha Filimon Filimon chapter 1 verse 2 ili tuweze kuelewa zaidi kwamba kanisa ni nini? Brother yetu Paulo anasema nini? Paulo anasema hapa kwa dada yetu mpendwa afya kwa Akipo, askari mwenzetu na kwa kanisa lile likutanalo nyumbani mwako asifiwe. kwa dada yetu mpendwa afya kwa Akpo, askari mwenzetu na kwa kanisa lile lilikutana nalo nyumbani mwako. Hapa tunaona Paulo anajaribu kueleza kuhusu kanisa na kuhusu nyumba. Kwa hivyo kuna kanisa lile lilikutana nyumbani mwa mtu fulani, naona. Kwa hivyo Paulo anatuelezea vizuri, kuna nyumba na kanisa kwa hivyo kanisa iwezi kutana kwa kanisa, eti kanisa ni nyumba ikutane kwa nyumba? Haiwezekani kitu kama hiyo. Kanisa ni watu wanaokusanyika mahali pamoja, kwa sababu hatuna kanisa mbili, hatuna kanisa tatu. Sisi kama kanisa tunapokusanyika, sisi ni kanisa moja ya Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Paulo anatuelezea vizuri hapa, kanisa likutanalo nyumbani mwako. Kwa hivyo hapa kuna kanisa. Kanisa ni watu, unanisikiliza vizuri sana, unisikilize kwa makini, unisikilize vizuri. Kanisa ni watu tunapoongelea kanisa